Kwanza nikupe hongera kwa kuchaguliwa kuwa mwenyekiti wa chipukizi wilaya ya Arusha. Lakini mwenyekiti, nafasi hizi si kwa ajili ya uvimba na cheo, si kwa ajili ya kutamba na cheo, ni kwa ajili ya kuhudumia hawa wanaopiga kura. Uongozi ni majukumu makubwa sana. Kwa hiyo, mwenyekiti, karibu kwenye majukumu haya. Haya majukumu tunapokezana, umekuja wewe, walikuwepo wengine, wamemaliza muda wao, umekuja wewe, utamaliza muda wako. Hivyo karibu sana mwenyekiti, ukatavyoongoza watu hawa ndivyo ukatavyo weka kumbukumbu zako katika historia yako ya kisiasa ukiwatendea mazuri basi mazuri yako yataishi ukiwatendea mabaya basi mabaya yako yataishi kubwa zaidi wilaya yetu ina changamoto nyingi sana zinazo wakabili chipukizi hawa lakini mimi kama katibu wako nilisikia speech yako ukisema ewe pamoja na kamati yako ya uendeshaji mtashirikiana, mkiongozwa pamoja na walezi, tukiongozwa na mwenyekiti wetu moja wa vijana, ndugu Hasani Nasuru Mdevu, utahakikisha kwamba wenye viti sawa wanaishi katika maisha mazuri. Ni mwenyekiti, mimi nisiseme sana oka, kama unavyoona mimi ni washukuru tu kwa utulivu walioonyesha. Karibu uendelee mwenyekiti. Asanteni kwa kumchagua kwa mwenyekiti engo langu la kwanza nakupei ya nafasi yangu ntachofanya ni kuhakikisha wajibu wa, wa chipukizi unapata kama ifuatavyo: nitahakikisha ntahakikisha chipukizi wanaelewa wa wanatekeleza wanaieneza na wanailinda siasa ya Chama cha Mapinduzi <tap> wanajielimisha wanajiendeleza, kwa kadri ya uwezo wao na kutumia elimu yao kwa faida ya taifa. Baada ya kusema yote, nashukuru sana Mama Samia.